Watanzania mnaambiwa ati ati sisi, sisi ni wachapa kazi, sisi ni wachapa kazi na mnaumizwa kaya ni watu wastaarabu na watu ambao mnajielewa. Ikiwa ni mwingine kiongozi anashikwa kizembezembe hivi. Akunge, akungeeleweka. Kwa ni watu ambao mnaweza pigania demokrasia, demokrasia yenu. Mpiganie uhuru wenu. Sio kufinywa vinywa. Mtu ukifinya kidogo umeingisha ume, ume, ume, ume, ume, ume baridi ukifinywa kidogo umeingisha baridi ati nyinyi ni wachapakazi, nyinyi ni jumuiya ya Bashiri ya, ya, ya sijui wapi. Jichungeni bana, wacheni kukua kizembezembe. Nataka mkuu watu ambao mnajielewa. Tambueni nyinyi ni wakina nani, tambueni nchi yenu ilikuwa inaongozwa aje. Kuna waanzilisha wa nchi walikuwa wanafanyaje, walikuwa wanaongoza aje nchi. Sasa hivi nataka kushika, kuna kiongozi aliyeongoza alikuwa anashika shuka kizembezembe. Sasa hivi kumekuwa huyu lisu ameshikwa, mmenyamaza, ameshikwa mmenyamaza kuna viongozi wa nchi ambao mnakaa kwa hiyo nchi hamwezi ongea, mmenyamaza, mnaingisha mnaingisha baridi bwana. Kaini, kaini kama wa Kenya, kaini kama nchi ambao nchi zenye zinajipigania, kaini kama nchi ambazo zinajipigania. Piganieni uhuru wenu, wachini kukaa ati mmekaa tu, mmekaa kizembe zembe ati, ati, ati rais amesema rais amesema amesema na mtu ambaye anatumikia akili zake. Wewe jichungeni bana, nyinyi wa Tanzania mnarudisha nyuma nyinyi mnarudisha nyuma, nyuma. nyinyi wa Tanzania mnarudisha nyuma, wacheni kukaa kizembezembe hivyo. Kaeni watu ambao mnajielewa mnajitambua, mjue mko kwa nchi yenu, mtu asikuje kuwasumbua. Ni kuwa, kuwa kuadalilisha nini, nini bana, mmetukera sana nyinyi wa Tanzania, mmetukera, alafu kitu kusema Injeni nataka kufungwa, wengine wasiingie na hao wenyu, watu wa watu huko, wako sehemu zingine, wako kwa nje zingine, ambieni, ongelesheni huyo rais wenyu huyo, mwambieni ajifunze kuongea, ajifunze kuongea, asiongee tu, anaongea ati watu wanaongea. Watanzania wa kila sehemu, tukitembea tunasikia wanaongea, huku wanatembea, huku wanafanya biashara yao, wanauza maembe yao, wanauza vitu zao, wamebeba vitu kwa kichwa wamebeba maembe, wamebeba vitungu, wamebeba nini? Sasa nataka kujisai, kujisemesha hapo, ati polisi wakae. Kwa nini wakichunga sisi hatuja, sisi kama nchi zingine hatujasema tunataka tufukuze. Mtanzania anajaribu kusema nini ama anajaribu kufanya nini hiyo kitu kimeuma? nchi zingine kimetusumbua. Ongelesheni nchi yenu, huyo rais wenu. Kama anataka uongozi uongozi taku hivyo, hata akichukua uongozi anataka uongozi na, na mabavu Ache mwenyewe wanagombea naye, wakuja wagombee naye, kama ni ugombozi, wakuja wagombee mwenye atapewa napewe. Inji ichague, inji ichague kiongozi ambao wanataka wenyewe, sio ti kiongozi anataka mtu amesimama naye, ataka kumfinyilia, ataka kumshika. Ache ujinga sulu, ache upuzi yake hiyo, ache ujinga yake hiyo sana. Tumbavu.